Kuna mambo mengi sana mtakuja kuyaona ya ovyo kwenye mechi za Simba mm. Ushindi huu wa Yanga, gepu hili la alama kumi, licha kuwa Simba ina michezo mitatu mkononi. Hata Simba kumalizia viporo, mtayaona madudu mengi sana, uhuni wa waamuzi. She, labda kwa sababu chuma anaongea na nimewapa paswali mapema waamuzi, ila najua utakosea tu, hata marefa na timu zao. Mama panga matokeo, pambaneleanze najua goli ngapi ngapi leo she. Kapombe kijiangusha penalty, nisikilize. Beli, tutegemee kuona madudu mengi, labda waamuzi na bodi ya ligi waamue kunithibitishia. Lakini kitu kingine ni kwamba hata bodi ya ligi na wao kuna makali ambayo wameyapunguza licha yakuwa mengine isha yaharibu. Baada ya Simba kwenda semifinal, kwamba semifinal ndio ni, ni, ni, ni, ni, ni, kipozeo cha madudu kwenye ligi yetu, hasa kwenye mechi za Simba. Unalipata vizuri, kamata hii. Itafika wakati mtu wa Simba mwenyewe atasema hapa tumebebwa, lakini ndio ishaondoka hiyo.